Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa msimamo wake kufuatia tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya matukio ya uvunjifu wa amani baada na kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wamesema kwamba msimamo wa Chadema kuhusu tume iliyoandaliwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwaarifu umma wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba haitambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu na ndugu Samia Suluhu Hassani aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi, inayoongozwa na jaji mkuu mstaafu Muhamed Chandi Othman akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 2025. La kwanza na la msingi zaidi, msimamo wetu unatokana ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo ndugu Samia Suluhu Hassani hana uhalali wa kisiasa kisheria na kimaadili. Alijipachika uraisi kupitia mchakato usio huru, usio wa haki, usio wazi, usiokidhi viwango vya kidemokrasia kama ambavyo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 Natoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na baraza lake la usalama mahakama kimataifa makosa ya mauaji ya haraiki makosa dhidi ya binadamu na makosa ya kivita ICC, kamisheni za haki za binadamu na za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa kidemokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali ya Samia na sisi kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa. Ujumbe wetu uko wazi na thabiti, hakuna amani bila haki